Musioka. Sasa ni fululize kwingine, aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua amemjibu Rais William Ruto na kusema kuwa kama viongozi wa upinzani hawakutani kwa ajili ya kugawana serikali, ila ni kubuni njia ya mwafaka na kutoa kiongozi mmoja atakayehakikisha kuwa Rais Ruto anaenda nyumbani katika uchaguzi mkuu. Gachagua akisema Ruto ameharibu karibu kila sekta humu nchini. Aidha kinara wa Waipa Kalonzo Musoka ameahidi mshikamano wa upinzani hadi mwaka 2027. Mwana habari wetu Frederick Ombua anaarifu. Baada ya Rais William Ruto kudai kwamba kunao wanaume watano wanaokutana kwa ajili ya kugawana mamlaka. Na wanaume tano ati wameketi chini ati wanagawa serikali ya Kenya ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe chukua 10%. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my friends, serikali ya Kenya si yenu. Serikali ya Kenya ni ya wananchi hawa wote. Doesn't belong to two three people. Ama namna gani? Wacheni kiburi na madharau, serikali ya Kenya ni ya wananchi ya wa wote wa Kenya. Hamwezi kuketi chini kwa mkahawa ati mnagawa serikali ya Kenya ati 50%, sijui 20%, sijui ngapi? Ama namna gani, jameni. Sasa aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua amemjibu Rais Ruto na kusema kwamba hawakutani kwa ajili ya kugawana serikali bali ni kupanga jinsi atenda nyumbani ifikapo mwaka 2027. Habari. Hao wanaume watano wanakutana na mama moja, hakuna serikali wanagawa, wanapanga vile utaenda nyumbani. Hiyo ndiyo kazi iko mbele, na hakuna mtu unagawa serikali tumeambiwa na watu ya Kenya. Kazi yetu ya kwanza ni kupeleka Kasongo nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Hiyo ni propaganda ile umezoea kwa magazeti, ile unalipa ati kuna watu wanakutana kugawa serikali. Wakenya wametuambia tushikane, kwa sababu umeharibu Kenya kila kitu. Watoto umeua, wale wengine umesema wapigwe risasi. Muu masomo ililetwa na Kibaki, umeharibu Rigathi akisema kwamba ajenda kuu ya serikali wanayonuia kuunda watatangaza baadaye, ila kwa sasa wanaendelea kubaini atakayepeperusha bendera ya kumpeleka Ruto nyumbani, kwani ameharibu taifa la Kenya. Wakenya wanatuambia tukusafirishe uende nyumbani. Kwa hivyo ukiona hiyo wanaume tano na mama moja wakikutana, wanatafuta mtu moja ya kupeleka baba nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Ameharibu masomo, ameharibu matibabu, ameharibu biashara, ameuza kila kitu. Ati anaambia wa Kenya ati tumchague atoe Kenya third world country at... Amechanganyikiwa. <laughs> Unajua tangu alienda pale Kisumu pale Bondo, kulia machozi ya uongo, akisema atanalia mambo ya Raila. Kalonzo akaenda pale Mama Aida na wote familia wakasema, wanatabua Kalonzo huyu kasoko, amechanganyikiwa. Aidha <laughs> kiongozi wa Waipa Kalonzo Musyoka ameweka wazi kuwa wataendelea kuwa pamoja kuikomboa Kenya, huku akiahidi haki kwa JM Kariuki hata baada ya miaka hamsini ya kuuawa kwake. And I can tell you that 50 years tangu JM auawe na tuko Kenya hii tutahakikisha kwamba justice will be done. Vile JM alikuwa anapigana na ufisadi, nataka nitoe hakikisho, tukimsindikiza tukim, huyo mama Teri, kwamba vilevile, with the same vigor ya JM Kariuki, tutapigania nchi hii, lakini tunatoka hapa na nguvu ya kutetea nchi hii, kuirekebisha, kutoa kwa minyororo ya ufisadi, wafisadi na waoaji ambao wanajulikana. Frederick Kombwa, Undugu TV.